Changamoto ya kwanza kabla sijapata na NIDA ikiwa, kuna siku nilikuwa natafuta kazi, nikajaribu kuomba kazi, nikaambiwa mpaka uwe na cheti cha kuzaliwa. Nikaambia sina, wakaniambia basi, tunaomba namba ya NIDA nikawaambia sina, wakasema tunahitaji taarifa zako, kama huna hauwezi kupata hauwezi kupata kazi. Ni changamoto ya kwanza. Baada ya hapo, nikafuatilia cheti Singida mjini, kwa bahati mbaya sikufanikiwa kupata mpaka na Mungu, mpaka sasa hivi. Tukaja tukaambua ama inapatikana hapa, ndio tunapambania mpaka sasa hivi. ushauri wako nini kifanyike? Ushauri wangu kwa kwa serikali, kwa serikali. Tunahitaji namba za NIDA ili na sisi wa vijijini tuweze kupata, kwa sababu tukienda kuomba kazi hatupati kwa sababu hatuna NIDA, kwa sababu wengi wetu hatuna, vi, hatuna vi, vyeti vya kuzaliwa. Ombi langu ni hilo tu. Unaonaje, unazungumzia juu ya huduma hii kusogezwa huku vijijini kwa huduma hii kusogezwa vijijini, mimi nashukuru sana, kwa sababu watu wengi wamefurahi pia na wamevutiwa na watu wengi pia wata, watapata NIDA kwa urahisi. Tunashukuru kwa hilo, tunaipongeza pia serikali. Awali uliathirika, uli, uli vipi? Nimeathirika kwa sababu gani? Kwa sababu mwanzoni tulianza na upigaji wa uandikishaji wa, wa, wa vitambulisho hivi mara tukaambiwa mashine zimeharibika, tukaja tukasumbuka sana mpaka muda huu wote mpaka sasa hivi wanavyorudia sasa hivi, tume, tumeathirika mno. Tumekaa sasa hivi hapa yani, tangia hapa sasa hivi waangalie, tunakusanywa kwa muda mrefu, tunashindwa kuelewa ni nini kinachofanya. Tunachoomba hivi tunacho, namba za NIDA zinatakiwa kwa kila Mtanzania apate namba ya NIDA, lakini matokeo yake sasa hivi tunaambiwa, siku moja tu unaambiwa ndio zoezi linaisha, tutakuwa Watanzania wa aina wa hii. Ushauri wako kwa serikali? Ushauri wangu kwa serikali, jamani, tuongezewe muda huo kuandikisha kila mtu apate namba ya NIDA kwa sababu sisi sio wakimbizi. Sisi wote tunatakiwa tupate namba za NIDA za Kitanzania, tujue utakapoenda Kenya uende Uganda, ujue wewe ah, mimi ni mtanganyika kabisa halisi, na namba yangu ya NIDA ni hii hapa. Zoezi la uandikishaji na la vidhiara limeanza juzi na leo lina siku ya tatu lakini pia hapa tuna zoezi la kutafuta vitambulisho vya kitaifa NIDA. Ndio maana umeona umati huu na umati huu katika maeneo haya. Kwanza tunaishukuru serikali. Serikali katika wilaya yetu wametoa kata tano, ambazo zili zilikuwa na siku kumi kufanya zoezi hili kama ulivyoona. Ninaiomba sana serikali wamsaidie, pamoja na kwamba kata tano tuliona zoezi linaweza kufanyika kwa siku tano, sasa halitawezekana kwa sababu ukiona wewe umati huu hapa, walipewa siku mbili, na kata hii ilipewa, ina vituo viwili kituo hiki cha Mangida wanaita Madasenga na kituo kingine cha Msange katika maeneo haya, hawa watu hawataisha leo. Maana yake ukiona umati huu watafanya siku mbili, na kama sio labda kesho wakianza asubuhi, wanaweza kumaliza tena saa kumi. Kwa hiyo nilikuwa naomba sana serikali ilione lakini pia ikionekana hata mkuu wa mkoa alichukulia alione umuhimu wake, ili ikiwezekana hawa watu waongezewe siku zingine zaidi ili wananchi wote waenee na wapate vitambulisho, kwa sababu ni nchi ya muhimu sana lakini pia katika uhakiki wa, wa, wa, wa, wa, wa taarifa zao za uandikishaji, unaona kwa jinsi wananchi wanavyojitokeza, wanafanya na kila mtu anaangalia taarifa zake. Kwa hiyo ningeiomba serikali kwa kuwa hili limetokea na kwa vile tumeanza kulifanya na tumehamasisha kwa nguvu kubwa, wananchi wametoka, sasa tuna umuhimu wa kuwahudumia ili tusiache mtu hata mmoja. changamoto zipi ambazo zimejiri hapa ambazo labda umezipata? changamoto ambazo zipo ni wingi wa watu, lakini pia utaona mwenyewe wananchi hawa kwa nini wamejitokeza kwa wingi. Ukitoka hapa kwenda Singida ni zaidi ya kilomita 50 kwa sababu ni kilomita 50 unafuata kitambulisho Singida mjini, na no, ukienda hautamaliza siku ile, utarudi. Kwa hiyo ukiona wananchi wametoka kwa wingi, kwa sababu wamechoshwa na ule usumbufu wa kwenda na kurudi. Badala ya kutumia hadi kutoka hapa kwenda Singida tunatumia nauli ya elfu kumi kwenda na kurudi, elfu ishirini hajala, hajanywa. Kwa hiyo unaona hu, huo ndio usumbufu na mazingira yaliyopo, ndio maana unaona usumbufu uliopo. Kwanza naishukuru serikali, wameleta Uh, vifaa viko nane, kompyuta zile za kufanyia kazi ziko nane, inaonekana bado ni kidogo. Kwa hiyo kwa maana hiyo, kiangalia wingi wa watu, zinatakiwa ziwe zaidi ya kumi na sita, yani ziwe nyingi, ili hawa wananchi wamalizike kwa wakati. Kwa habari mbalimbali za ndani na nje ya nchi, usikose kutizama CALES TV kila siku.